Vijana sisi ndani ya kanisa vijana tumekuwa, ni kweli kuna mambo mengi sana lakini kunai uaksa, yaani kama hizo juhudi zako na upambanaji wako na uonyesha kwenye jamii, kama Mungu hatasimamia hatua zako, yaani ni mtu anaokimbia mahali ambapo hapana ushindi, yaani ni sasa unaenda kukimbia kwenye mapori ambayo hakuna anayekiona kikaji chako ichonacho, hakuna anayekuona unachofanya, hakuna anayekuona unachofanya, hakuna mtu akufaa. Wa Mungu ndio anabariki hiyo kazi lo, Mungu ndio anakubariki kwenye hatua zako zote, yeye ndio anakufanikisha. Kama o ukiwa ni wasubuli kusema kwamba kanisani najichelewesha kwenye mambo ya Mungu kumtumikia Mungu najichelewesha bora kuache, eh, vile ambavyo unataka wewe ni sawa utafanya, lakini kuwa mkuu katika jamii sahau hiyo jambo, kwa sababu Mungu ndio anachagua watu wa na na wala anawakuza. No, ni wala walonyenekia kwake, sio wale wanajikuza. Yani Mungu ananyanyua, anawaona wanyenyekevu. Kama huwezi kumtumikia na huwezi kukaa kwake, hawezi kukupa ukuu kwenye ukaume. Kwa sababu gani? utamtumbua hata sababu kama tukubariki hapo tu kwenye umkumbuke na akikubariki, ndo utaingia na kumshukuru kufanya mambo ya kufuru. kwa kaa na Mungu, mrudi Mungu, ishi na Mungu. Hata hata kama ukiwa na familia, yeye anafisha tena familia familia, atatunza kila kitu ambacho amekupa kwenye maisha yako, kwa sababu yote alivyokupa ni vya kwako. Lazima atajitunze wewe, ni mtoto wake, umetoa urithi usimamini Mpupa, wewe, kwa mrajiwa, kukua kukua na kumilikisha yeye. Sasa kama ukitokea wewe unakuwa ambao Mungu amekupa na unaanza kujitumia unavyotaka wewe, itakuwa ni ngumu sana kubaki naye, kwa mrudi Mungu kwanza, ili yeye ndio ajue anatoka kwenye kona gani, kwa sababu ishu kwamba wewe umejijua huko sehemu fulani wa kuvuna Mungu ni sawa sawa na mtu aliyojua nafasi afikata kwa kuvuna Yaani unajua kwamba ulikuwa na nafasi kwani ndio na hiyo nafasi ngumu, tangu umejitambua kwamba unatakuwa na nafasi gani, hiyo nafasi imeshaondoka, kwa kuitaka kurudisha tena ni ngumu. Kwa hiyo tembea na Mungu siku zako zote, ili akuonyesha hatua zako uweke, ukanyage wapi, mahali gani ambazo unapotakiwa kutengeneza, mahali gani ambazo unapotakiwa kuboresha, ili uwe bora kwenye kila kitu kinachofanya usimsahau Mungu kwa sababu yeye ndo anayojua hata zako. Hapo ulipo sasa hivi ni Mungu ndio anakuona. Hata kama hujafanikiwa, shukuru Mungu kwa kuwa pale ulipo siko pale ambapo ulianzia. Shukuru Mungu kwa kuwa hapo ulipo si mahali ambapo ulianzia. Ni hatua moja umeipiga. Usibaki kumlaumu Mungu, kwa nini mimi ndio nipo hapa na pendeza kidogo kidogo hivi. Mafanikio ya kidogo kidogo ni ya muda mrefu. Yaani ni bora mtu